Unatazama Furaha FM Media, nam mtazamaji wa Furaha FM Media popote pale ulipo ambapo unatutazama, ikiwa leo ni siku ya hitimisho la semina maalum katika ushirika huu wa Kitwilu wa Kanisa la Kiinjili la Kirutheli Tanzania KKKT Dayosisi ya Iringa, ambapo siku ya leo semina ilikuwa ni maalum katika kuangazia zipi dalili za matatizo ya afya ya akili kwa ujumla, hususan vijana. Huyu hapa ni mwanasaikolojia Nixon Kilale, anaeleza ndio maana unakuta hao vijana anaanza kutumia dawa za kulevya. Dalili mojawapo ya kwamba mtu ana changamoto ya afya ya akili ni matumizi ya dawa za kulevya, na tukizungumza na dawa za kulevya tunazungumza kuanzia pombe, sigara, bangi na mengine mengi. Dalili nyingine, unakuta huyu kijana anaanza kujitenga na watu, anaingia kwenye makundi ya ovyo. Kwa hiyo kunakutana na kijana binti cha ngodoa, kijana ambaye anafanya mambo ya ovyo, lakini ukimuuliza yale maisha anayafurahia, hafu hana furaha nayo. Ni kwa nini? Kwa sababu amekosa mwongozo sahihi, ameingia kwenye makundi ambayo amefikiri anatafuta amani, kumbe ndio anapotea zaidi. Yesu atusaidie sana. Unakutana vijana ambao ni wagomvi tu kila Wakati. Je, kanisa lina vikundi vya usaidizi au program maalum kwa wale ambao wanakumbana na tatizo la afya ya akili? Sehemu kubwa ya kanisa lina ushauri wa kichungaji ndio ambao mara nyingi umefanyika, lakini pia kwenye kamati za maombi na waombeaji, lakini pia kuna uh, idara au dawati la diakonia ambalo hayoyote kazi yake ni kumsaidia huyu mtu ambaye anapita changamoto fulani aweze kurudi kwenye njia. Wahenga wanasema ujana ni maji ya moto. Je, ni nani atakayepoza maji haya katika upande wa saikolojia? Ikiwa tuna ofisi za mashirika mbalimbali yanayohusu kutatua matatizo ya upande wa saikolojia, na je katika upande wa kanisa hili lipoje katika kutatua changamoto hizi? Aa, kanisa linamhudumia mtu katika ujumla wake kiakili, kiroho, lakini pia kijamii, kwamba tunatarajia huyu mtu awe timamu katika maeneo yote ili awe kwa asilimia mia moja. Ni vizuri akawa vizuri kiroho, akawa vizuri kiuchumi, akawa vizuri kiakili. Kwa hiyo haya yote ndio yanayofanya mtu kamili. Je, ni yapi maoni ya washiriki wa semina hii? Nimefurahi kwa mafundisho ya leo. Kwa kweli tumefurahia. Changamoto ya akili inawapata watu wengi mara nyingi kutokana na matatizo mbalimbali yanayotukuta katika jamii. Lakini kutokana na mafundisho tuliyopata, tunahitaji huduma hii iweze kuendelea ili watu tuendelee kutambua ni namna gani tunapokutana na matatizo tuweze kujikwamua kutoka kwenye hayo matatizo. Nilichokifahamu, kwa upana kuhusiana na afya ya akili, kwanza nimegundua kwamba kikanisa yani, kwamba hata kwenye Biblia kuna watu waliopitia afya ya akili lakini pia kwetu afya ya akili tumekuwa tukifanya tofauti kama wazazi kwa watoto, nimejifunza hilo. Naam, naitimisha hapa katika ushalika wa Kitwilu katika jimbo la Kusini Magharibi katika Kanisa la Kiinjili la Kirutheli Tanzania KKKT Dayosisi Iringa tukidadavua kuhusu matatizo ya afya ya akili kwa ujumla, na usikose kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa maana Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok kwa jina la Furaha FM Media, na mimi naitwa Musa Mgeveke. Unatazama Furaha FM Media.